Mmiliki wa klabu ya Manchester United Sir Jimmy Ratcliffe amekabidhiwa jezi rasmi ya Dar es Salaam Young Africans, kutoka kwa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, katika kikao maalum kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Mkutano huo umefuatia ziara rasmi ya Sir Jimmy nchini Tanzania, ambapo mapema amekutana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungana, Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kumkabidhi jezi ya Manchester United iliyosainiwa na wachezaji wa klabu hiyo. Samia naye alimzawadia jezi ya Taifa Stars yenye ujumbe wa Amazing Tanzania katika mazungumzo yao, Sir Jim alieleza ya dhamira ya kuitumia Manchester United kama jukwaa la kutangaza utalii wa Tanzania duniani huku Rais Samia akimkaribisha kuwekeza katika sekta ya michezo kupitia vituo vya mafunzo. Mkutano wake na uongozi wa Dar es Salaam Africans ni sehemu ya mwendelezo wa mazungumzo hayo, ukilenga kujifunza kuhusu maendeleo ya soka Tanzania, mifumo wa klabu pamoja na kuchochea ushirikiano wa kimichezo kati ya vilabu vya Afrika pamoja na Ulaya. Kwa haya na mengineyo mengi, nikukumbusha tuendelea kwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi Taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.